Uh, ni, mi nimepata nime, nime nafasi ya kuenda kusikiliza ngoma ya huyu msanii ambayo naitwa Joro. Ukiangalia ni kazi yake yuko uh, chini sana vitu vitano tofauti sio kwenye neno. Kwa mfano, tukizungumzia neno mama, kuna kazi mamilioni <laughs> yani iko yani, yani, yani hivi. Huyu kwanza, jambo la kwanza bao kalifanya ni kwamba, ya kwanza alikuwa natafuta wapi pakupitia, chapia nataka nini tension, sindio? Na ni kitu ambacho kakipata, lakini anapaswa pia kufamia kwamba ni kitu ambacho kinachukua nafasi kwa muda mfupi sana unless kama labda kuna kazi kali ambayo alikuwa anategemea kupita kama hivi, lakini yote tumekwisha, yote kuona kusema kwamba naweza nikakupa umaarufu huu ambao unaweza ukachukua nafasi kwa masaa ishirini na nne ama dakika kadhaa, and then kwenye ile lifetime yote nikaendelea kuwa nao mimi. Unaona inavyokuwa. So ni moja kosa kubwa sana ambalo naweza kusema wasanii wachanga wanalifanya, hasa ukizingatia una maisha au una maisha mengi kwenye industry ya muziki unatafuta nafasi uweze kupita. So ashum kama leo, tayari amekwisha kutengeneza uwaso na Nandi, and then ukurasa unaofuata labda akaja kuwa msanii mkubwa, kuna kitu ambacho akakihitaji kupitia Nandi ama Nandi moja kwa moja, mm, tayari ni ngumu. Lakini pia kuna wasanii wangapi ambao wanaweza kutengeneza chuki kupitia kwa sababu unajua leo ni kwa nani, kesho ijulikane itakuwa ni kwa nani, kwa sababu hizi cases mbogo zikichua nafasi mara nyingi sana yani ni ndani ya muda mfupi, na cha kushangaza ni kwa mara ya pili Nandi sio anakuta na jambo kama hili. And ukizingatia sometimes tumekuwa tukizungumzia mfanano wa ideas, upande wa beats, upande wa melody, ushairi, upande wa melodies na nini, tumekusha kuona hii haya mambo yakichukua nafasi kwa muda mrefu na naweza nikasema sometimes hao wasanii inabidi wanapatiwa pia elimu ama wao wanajifunza namna gani muziki ulivyo. Uh, elimu kuhusu sampling, uh, lakini pia haki miliki ya kazi na mambo mengine ambayo yanohusiana na biashara, hasa kwa umiliki wa kitu chako mwenyewe. Unaona, awezekani mtu ameinvest audio, kainvest muda, kainvest video, kainvest kwenye promotion kazi mm. na muda mchache, na naamini hata bado hajaingiza hela, unakuja unatia una, una, una, una, una, una dosari kama hivi. Hii ni dosari yaani, ukiacha kwamba hata baada ya muda fulani labda itashushwa, dosari kubwa sana kwa msanii ambaye tumekuwa tukimfahamu kwa kwenye pick na anaiwakilisha Bongo Flava kwenye wasanii wachache wa upande wa wanawake ambao wanafanya vizuri sana. Oh, yes. so ni moja mistake kubwa sana ambayo unaona upcoming wengi kama wanaamini kwamba ni moja ya ya, ya, ya tobo mm. wanajizika wenyewe, ni kitu kibaya kwa sababu leo tuna